Ukitaka kupata wateja wa kwanza kabisa kwenye biashara yako. Kuna mbinu kuu tano za kupata wateja. Mbinu ya kwanza inaitwa ni do to do. Unamfata mteja kumwambia wewe unayo huduma ambayo anaitaka. Unaweza kumsaidia kutoka tua moja kwenda nyingine. Do to do unamfata. Njia ya pili, kupiga simu. Unachukua simu yako, unaanza kupigia simu watu wote waliopo kwenye simu yako. Ukiweza kuongea nao na kumuuliza je kama yaitaki unamfahamu mtu mwingine na na angependa kuitumia huduma hii au yangu, then unatafuta namba za watu ambao unaona ni potential, wapigie simu. Mbinu ya ya tatu ya kupata mteja, email, email marketing, kutuma email, especially kwenye masuala ya corporate area. Mtu ambaye anafanya biashara na na makampuni na mabiashara, tafuta email zao, chukua email zao, anza kutuma email au WhatsApp messaging. Namna nyingine ya kupata wateja tunazita ni Old school marketing. Mfano, TV, radio, matangazo yale billboard ya barabarani, vipeperushi, hivi vitu vyote ni old school. Sasa unaweza kushangaa mtu anafanya biashara anategemea kupata wateja wengi, halafu anatumia haya kwa sababu tu ameonaga toka amesalia alivyo kwa mdogo, anaonaga watu wanatangaza. Hivi vinatumika kwa malengo maalum. Unajua kwa mfano kwenye exhibition, kwa sababu watu wengi watakuwepo kwenye exhibition, ndio unaweka mabango yako makubwa, watu wakiwa wanapita waje kuona. Usitegemee kupata matokeo makubwa ya kuweka mabango barabarani kuja kuona biashara yako kwa hiyo, kutegemea bango ndo upate wateja, uwezi kupata matokeo. Ndo bado tunaziita ni old school. TV na radio ni old school kwa sababu moja, sasa hivi hamna mtu ambaye anakesha nyumbani kuangalia TV, na wateja wako wewe, kwanzia saa kumi na mbili anaondoka nyumbani, saa kumi na mbili anarudi nyumbani tena, sometimes saa mbili au saa nne anakuwa muda wote wako mtaani, maofisini, kwenye, kwenye kazi zao. Ukitumia TV unapoteza wateja wengi. Old school marketing zinatumika kwa target Alafu ya mwisho ambayo ndo the best kwa sasa hivi ndo inafanya vizuri zaidi ni moja ni digital marketing. Digital marketing, ninazungumzia social media na digital space kwa ujumla. Social media zinamaanisha mitandao ya kijamii na digital space, kwa mfano, kama Google na vitu vingine. Namna gani naweza kutangaza vitu vyako huko? Sasa hivi ndo kuna watu, kuna matokeo makubwa kwa sababu gani? Kwa sababu moja huko kwenyewe watu wote sasa hivi wanatumia mitandao ya kijamii muda wote, muda wote mtu kashika simu yake. muda sabi, kwa mfano sasa hivi unaangalia sasa hivi kwa sababu umeshika simu yako, so ukitaka kupata the best result, lazima uende waliko watu wengi. Hizi mbinu zote hizi za kufatikia kupata mteja wako wa kwanza.